Dhumuni kubwa la kuwaiteni siku hii ya leo ni uzinduzi wa kampeni yetu. Sisi kama Jumuiya ya Vijana UVCCM Taifa tuna imani kwamba uh, waandishi wa habari, wahariri, lakini wahusika wetu walengwa vijana mkipata taarifa hii kwa mara ya kwanza juu ya uzinduzi huu wa kampeni yetu, itakuwa na tija zaidi, maana Mungu amewapeni nyie karama kwa kutumia maandishi, kamera zenu, akili zenu, uwezo wenu kudavua mambo tofauti tofauti yanayoendelea katika jamii yetu yenye tija. Kampeni yetu hii ambayo tunapenda kuzindua mbele yenu ni Kijani Fact Scan. Sasa kwa nini Kijani Fact Scan? Nini kijani Fact Scan? Tunamaanisha nini? Ndugu zangu, tumekuwa tukipata taarifa nyingi sana kila leo kupitia mitandao ya kijamii, uh, kupitia watu mbalimbali, wengine wanaojiita wanaharakati huru, wengine wanasiasa wabobezi, wengine ni wakurugenzi au viongozi wa taasisi mbalimbali lakini kuna mkanganyiko mkubwa sana wa taarifa tunazozipokea. Na sisi kama vijana hatuwezi kukaa kimya. Ni wajibu wetu vijana wa Chama cha Mapinduzi kuwa na mkakati maalum ambao utazungumza ukweli, kuainisha yale ambayo yanasemwa ya, ya upotoshaji, uchonganishi yanayoleta kuvuruga yanayotaka kuleta kuvuruga amani ya taifa letu. Kupitia kampeni hii Kijani Fact Scan, tutatetea ukweli, tutaelimisha jamii na tutatokomeza upotoshaji, uzushi na uongo unaoenezwa kwa ajili ya serikali yetu, chama chetu, viongozi wetu. Kampeni hii italenga kutoa maarifa sahihi. Wote tunafahamu kwamba bila taarifa sahihi ni vigumu kufanya maamuzi, na hasa katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu ni muhimu kwa kijana wa Kitanzania, kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini kwa mzalendo tu yoyote kupewa taarifa ambayo imechujwa ni ukweli na uhakika. Tutajibu hoja kwa hoja katika kampeni ya kijani Fact Scan. Hivi juzi kati tumesoma katika mitandao baadhi ya wa, wanaharakati wametuhumu serikali juu ya mambo mengi sana, wametuhumu jumuiya zetu, jumuiya hii ya vijana kwa kutusingizia mambo mengi sana na mwingine alidiriki kusema kwamba tunatumia vijana wetu kuleta vurugu au kuteka watu, wanatumia na majina yetu kwamba tunatumia vijana wa jumuiya yetu kufanya hayo mambo ya hofu. Lakini sisi hatutakaa kimya, tunataka tuwaambie Watanzania, tunataka tuwaelezee wazalendo wananchi wa Tanzania ukweli na ja kupitia Kijani Fact Scan, tutaangaza ukweli wote ambao umekuwa ukifichwa na watu ambao hawana nia njema na taifa letu. Kwa namna gani au vigezo gani tutatumia Kijani Fact Scan? Tutashirikiana na wadau mbalimbali wa kijamii. Mara nyingi watu wamekuwa wakisema sisi tunazungumza sisi kama sisi, yani vijana tulikuta vijana wa, wa, wa Chama cha Mapinduzi, basi tuna midahalo yetu, lakini katika kampeni hii au operation hii maalum ya Kijani Fact Scan tutazungumza, tutakaa chini na maprofessors, watatueleza kwa takwimu, watatueleza wakurugenzi wa taasisi juu ya utekelezaji wa ilani na kwa namna gani tumewawezesha vijana wengine kupata fursa mbalimbali ndani mbali ya mbali taifa letu kupitia Chama cha Mapinduzi siku zote. Ukweli, mimi ni Mkristo, ninaamini kabisa ukweli utakuweka huru, hata Biblia imeandikwa hivyo. Na sio vyema tukaelekea katika kipindi cha uchaguzi kwa kuchafua viongozi wetu, kuchafua taasisi zetu. Kwa hilo ni jambo la msingi, tungependa waandishi wa habari wa mchukue na mpeleke kwenye umma, mwataarifu kwamba kuanzia jioni hii ya leo mtaona taarifa zetu tukifafanua kila hoja iliyokuwa inaletwa mezani kwa dhumuni ya kuipaka matope chama chetu au kupaka matope taasisi ambazo zinaongozwa na viongozi wetu ndani ya taifa hili, lakini tutahakikisha tunakataa propaganda zote chafu. Sisi tunaamini kujenga taasisi yoyote au kujenga chama kiwe imara, ni lazima uwe na sera imara, na kimsingi, Chama cha Mapinduzi kimekuwa na sera imara, na ndio maana hata maendeleo tunayoona ni kwa sababu ya ilani ya Chama cha Mapinduzi.